Taifa la Tanzania limekumbwa na msiba mwingine mzito sana, mzito mno, mzito, mzito, mzito. Ukiachana na msiba wa hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli na ule wa waziri mkuu wa zamani, basi huu unakuwa ni msiba mwingine mzito zaidi uliolikumba taifa letu. Hakika mipango ya Mungu haina makosa. Sisi tulimpenda ila Mwenyezi Mungu amempenda zaidi, alazwe mahali pema peponi, aliyekuwa makamu wa rais wa nchi yetu ya Tanzania. Hakikisha mboneza maneno mekundu subscribe, kisha kengele itakayokuja ili uso unapitwa na taarifa zetu kwenye mitandao ya kijamii. Viongozi mbalimbali waandamizi wa wa serikali, viongozi wa taasisi na wananchi wa Tanzania wamekuwa wakiposti kumtakia pumziko jema aliyekuwa makamu wetu wa rais. Serikali kupitia kiongozi mkuu yaani Rais Dr Samia, imeonyesha majonzi na machozi yake kwa kuondokewa na mtu aliyekuwa muhimu na muhimili wa taifa letu. Hatuna la zaidi zaidi ya kusema Mwenyezi Mungu ampumzishe mahali pema peponi. Hii ni Mseto Media na mimi ni Princess Kyuli. Tanzia, aliyekuwa waziri mkuu wa Tanzania kwa awamu mbili na makamu wa kwanza wa rais amefariki dunia. Kifo chake kimethibitishwa na serikali na kutangazwa na mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan ametangaza kifo hicho cha makamu wa kwanza wa raisi na waziri mkuu mstaafu. Kwa majonzi mazito, mheshimiwa rais ametangaza kifo cha mheshimiwa David Cleopa Msuya kilichotokea tarehe 7 Mei 2025 katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam alipokuwa amelazwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa moyo.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 Rais right, Dr. Samia anawapa pole ndugu jamaa na Watanzania wote kwa msiba huu mzito. Cleopa David Msuya alizaliwa Novemba nne 1931 na amefariki Mei saba 2025. Moja alikuwa mwanasiasa kutoka nchi ya Tanzania, mkoa wa Kilimanjaro, wilaya ya Mwanga, tarafa ya Usangi. Aliwahi kuwa waziri mkuu mara mbili, tangu Novemba 7, 1980 hadi 24 Februari 1983, kwa mara ya pili tangu Disemba 7, 1994 hadi 28 Novemba 1995 19, 19, 19. Kisha kustaafu siasa, aliendelea kushika nyadhifa mbalimbali serikalini mzee huyo alikuwa tunu kwa taifa na mshauri mwenye miongozo mizito kwa viongozi wakuu wa nchi waliofuata nyuma yake kama Rais Mwinyi, Kikwete, Magufuli, Rais Samia, makamu wa rais Dr Mpango ambaye yeye ameposti na kuonyesha kuhuzunishwa sana na kifo hichi. Lakini pia waziri mkuu Kassim Majaliwa, ambao hawa wote walionekana mara kadhaa kwenye matukio ya picha wakiwa wanavuna hekima na busara kwa mzee huyu. Hakika taifa limepoteza mtu shupavu na tunu ya nchi. Sisi mseto media tunamuomba tunamwomba Mwenyezi Mungu ampumzishe mahali pema peponi. Na wewe unaweza kuweka maneno yako ya kumtakia mwisho mwema hapa chini. Hii ni Mseto Media na mimi ni Princess Kiuli. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.